Michezoni, kocha mkuu wa Nairobi United Nicholas Muyoti ameelezea kuwa kikosi chake kiko tayari kwa mechi yao ya ufunguzi wa mwaka 2026 dhidi ya Shabana FC katika uwanja wa Gusii siku ya Jumapili. Muyoti anasema Nairobi United wananoa makali katika mazoezi baada ya mapumziko ya mwisho wa mwaka na wanauhakika wa kukusanya alama huko ugenini. Nairobi United itawakosa majeruhi wawili, Mansur Okwaro na Beki Prince Buregeya ambao bado wanaendelea na matibabu. yeah, first of all, I think, uh...